Jamani, wanauana si unaona? Mimi ninapopambana kwa ajili ya kumtoa Kobisi vizuri, jamani. Sasa amani ndio amekuja kuharibikia hapa. Mboya Shida na watoto wao wanauana nyuma huko, nasikia makelele. Tatu sana. Ndoa hiyo, ndoa iko chiani. Yeah, Ukawa kanisa. Haijawahi kumwacha mtu salama. Hapo roho zao lipo lipo lipo lipo mzuri. Mzuri wa talaka atoke. Kwambia, hey, talaka yangu utanipa? Kwambi tutanipa talaka yangu la kwambia. Sikubali. Sikubali mimi. Chemeli. Unatakiwa kwenda hospitali. Hivi mimi safari yangu nitaenda kweli jamani? Maana unataka kunitia jaka la moyo. Sasa ndani utajifunza kuniheshimu. Uwezi kunivaa vaa watu hapa. <coughs> <coughs> <coughs> Action, After After <laughs> jamani, tu iko uani huko, tukae siwa na mimi jamani. Sasa mnavoneca hapa kibara zenu peke yangu. Vipi dada we, tulia, tutakuhadisia hasara hii jamani, jamaniane faida. Hebu faida mwenzetu vipi, mbona bado mtu nani na auna Asara jamani, jamani. Asara nyie Ase tai asara nyie jamani kwa dadani. Haya, wewe mwenzetu faida vipi? Mbona bado uko hapa na ndoa huna mume hayufu pia? hebu ncheke mimi nenepe nune na mume awe nikukuta kwa dadani jamani eh, eh. eh. eh. eh. eh. eh.